Tuko makao makuu ya kanda ya Nyasa e, maalum kwa ajili ya kuzungumza na umma kupitia nyinyi. Tumewaita kuwajulisha wanachama na umma ziara ya viongozi wa kitaifa kwenye kanda ya Nyasa. Ziara hiyo itaongozwa na mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye ataongozana na viongozi wote wa kitaifa, kwa maana makamu wake, katibu mkuu na kadhalika ni ziara maalum kwa ajili ya uzinduzi wa operesheni za chama ikiwemo no reform, no election ambayo mmekuwa mnaisikia na madhumuni yake ni nini? E, pia kuna operesheni stronger together tugeha kwa ajili ya kukiweka vizuri chama, pamoja na operesheni ya tonetone tone, kwa ajili ya kuhamasisha uchangiaji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 wa hadhara kuanzia saa tisa palepale mjini Tunduma. Tarehe ishirini na nane mwenyekiti atakuwa Momba saa tatu asubuhi mpaka tano mchana, Vuawa saa sita alasiri mpaka saa nane jioni, na jioni hiyo tarehe ishirini na tano Machi mwenyekiti atamalizia mkutano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 atakuwa Kiela. Makamu mwenyekiti asubuhi atakuwa na kikao cha ndani e, na mkutano. Tarehe ishirini na nne hiyo hiyo atakuwa Busokelo, atafanya mkutano wa kusalimia kuanzia saa saba mchana mpaka saa tisa. Tarehe 24 hiyo hiyo makamu mwenyekiti atakuwa Rungwe ambapo atafanya mkutano wa hadhara wa hadhara saa kumi alasiri jioni. Tarehe ishirini na tano Machi, makamu mwenyekiti atakuwa njiani sasa kuelekea mkoa wa Njombe ambapo atasimama Mbarari na atafanya mkutano wa hadhara saa nne asubuhi tarehe ishirini na tano hiyo hiyo baada ya kutoka Mbalali, mwenyekiti makamu mwenyekiti atakwenda mkoa wa Njombe na atasimama wangi ng'ombe eh kufanya mkutano saa saba mchana mpaka saa tisa wangi ng'ombe. Nafikiri ni gwachanya eh, nafikiri ni gwachanya ndo makao makuu ya wilaya tafu, na njiani kwenda kwenda Njombe, na jioni baada ya kutoka